Mwaka 2025 jiandae kupokea muujiza wako katika siku hii ya leo. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Katika siku ya leo yaleo tunalo somo ambalo linasema lina kichwa cha somo kinasema paza sauti kwa Yesu. Haleluya, paza sauti yako kwa Yesu. Amina, yako mambo mengi sana. Bwana Yesu asifiwe katika kichwa hichi cha somo kinachosema paza sauti yako kwa Bwana, yako mambo mengi sana katika maisha ya mwanadamu kwenye haya maisha yetu natukatisha tamaa yako, mambo ambayo yanatuumiza katika maisha yetu. Haleluya! Lakini siku ya leo tunao neno la kumwambia Mungu, tuna neno la kusema na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine tunapitia maumivu makali, mateso ya kutosha, aibu kila namna, tunazipitia katika maisha yetu. inasababisha mtu kutaka msaada wa Mungu. Shida hizi, shida tunazopitia, mateso tunayopitia, mahangaiko

Ni kweli Mungu anasema tumwite katika neno lake. Mungu anasema tumwite katika neno lake. Hilo ni kweli. Lakini je,